Matayo Katolile Sinyangwe uh, na jina nalolitumia katika sanaa naitwa Roki Magadeni. Tunawashukuru mashabiki wote ambao wanaendelea kutufuatilia katika chaneli yetu. Tunawashukuru sana kwa kuwa mmekuwa nasi tangia mwanzo wa chaneli hii mpaka hapa ambapo tumefikia. Tunaendelea kuwashukuru sana, lakini pia msichoke kutusapoti. Tunaomba muendelee kutusapoti, kutuunga mkono, kwani hatuwezi kufanikiwa pasipokuwa na sapoti yenu. Unapopokea unapo linki, tunaomba basi uweze kukomenti, kulaiki na kusubscribe. Tuitaji tuone laiki zenu, komenti zenu, hatuwezi hata nafasi ya kuifuatilia filamu yetu, basi tunaomba uweze kukomenti, kwani tunapopokea ushauri kutoka kwenu, ndivyo hivyo ambavyo tutaendelea kupiga hatua na kufanya kizuri kizuri kizuri kile ambacho hata mashabiki mnaweza mkakiona kinafaa no. Shukrani sana mashabiki ambao no, mnaendelea kufuatilia yes. Filamu yetu ya Binti Yatima tunaamini ni filamu ambayo tumeiandaa. Mapungufu ambayo mnayaona, basi tunaomba ushauri wenu muweze kutushauri kupitia komenti zenu, ili mwisho wa siku na sisi tuweze kufikia viwango ambavyo bola ni vya wasanii bora katika mkoa wa Rukwa. Binti Yatima ni filamu ambayo nimeiandaa mimi mwenyewe Roki Magadeni. Eh, nimeidirect mimi mwenyewe Rock Magaden, nimeitunga mimi mwenyewe na nimeiandikia script mimi mwenyewe. Kumbe pale ambapo panaonekana pana mapungufu katika filamu hiyo, naomba komenti yenu, ili mnapotoa ushauri, ni fursa yetu sisi kufata ushauri wenu na mwisho wa siku tukafanya mabadiliko, na mwisho wa siku tukatengeneza kitu ambacho ni quality zaidi, na tukaandaa filamu ambayo pengine ikawa ni bomba zaidi ambayo inaweza kawashawishi na ikawafanya pengine mashabiki mkaamini na kuipokea kazi yetu nyingine mpya. Kumbe tunawashukuru sana mashabiki na tunaendelea kusema asanteni sana kwa kuendelea kutufuatilia kila siku juu ya chaneli yetu ambayo ina, ina, ina, inajulikana kwa jina la Rocky Magarden Films. Lakini pia hata Facebook inajulikana kwa Rocky Magarden Films, hata TikTok inajulikana kwa Rocky Magarden Films. Kumbe tunawashukuru mashabiki, endeleeni kuwa nasi wakati wote na tutaendelea kuwasambazia filamu mbalimbali na kuzitoa, lengo mwendelee kuburudika na lengo mwendelee kujifunza baadhi ya vitu mbalimbali mbali ambavyo mtaendelea kuviona katika filamu mbalimbali ambazo mbali tunazitoa. Lakini kwa sasa tunaendelea kuitupa mtandaoni binti yatima, tunairusha kila wiki na bado inaendelea kutoka kila wiki. Tunaombeni mashabiki, muwe tayari kupokea na muwe tayari kusambaza katika linki mbalimbali. Asanteni.